RFI Kiswahili ilizungumza na Omar Elmawi, mwanaharakati wa mazingira kutoka Kenya, ambaye katika wiki ya kwanza anasema kuna mwanga kuhusu kufikiwa makubaliano muhimu ya njia za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Uh, inaonekana kwa kiasi kikubwa kwamba kuna uwezekano mkubwa, halijafanyika bado, lakini kuna uwezekano kwamba nchi zitakubaliana uh, kitu ambacho tunaita national adaptation plans ama, uh, zile uh, mipangilio ya kila nchi ambayo yataangazia ni vipi, uh, watakuwa wanapanga mikakati katika ku, kuangazia masuala ya adaptation. Wiki ya pili na ya mwisho ya majadiliano haya inang'oa nanga Jumatatu hii. Na sasa, je, tutarajie nini? Huyu hapa tena Omar Elmawi. Tunatarajia kwa kifupi mambo matatu. Kwanza kabisa uh, tunataka kuona kwamba kuna makubaliano ya kikamilifu uh, ikija kwenye masuala ya adaptation. Jambo la pili ni kuona kwamba kuna makubaliano ya kikamilifu kwenye upande wa Just Transition Work Plan, ama ni njia gani ambazo zitatumika kuhakikisha kwamba nchi zote uh, zinaweza kuondoka kutoka kwa uh, fossil fuels na mwisho kabisa ni swala la gender ama gender action plan. Katika hatua nyingine, shirika la kimataifa linalohusika na uhamiaji IOM limetoa wito kwa mataifa kuwapokea bila masharti wahamiaji wanaotoka kwenye mataifa ambayo yameathiriwa pakubwa na mabadiliko ya tabianchi.